Wa kanisa letu la Christian Reformed, mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe Amen. Bwana asifiwe Amen. Wengine wanasema huwa mwanaume ni ngumu na kuwa Mkristo, lakini mimi nataka niwaambie wapendwa katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuwa kuwa mama, mama na kuwa Mkristo saa zingine ni ngumu sana mama. Mwanaume bendi yake ni moja, na sisi tunaendanga na, na kitu kimoja. We do one thing at a time. Mama anaweza kushika mtoto kwa mgongo na mwingine abebe kwa tumbo na anasonga ugali na anaangalia huku nje, lakini ukiachia mzee, yote itachomeka na mtoto ataanguka chini na changamoto itakuwa mingi. Mungu amepatia wamama neema na anawapatia neema ya kutosha. Leo tunataka kuangalia wasehemu mbili ambaye nitaongea. Tutaangalia kuhusu umoja ambaye ina baraka, umoja ambaye ina baraka, na ndaye niwaambia kwamba hii dunia wao tunaishi wamaa wanapitianga changamoto mingi kwanza. Mm -hmm. mm -hmm. wakati mwingi kuishi na wazee sio rahisi yeah. Unahitaji neema ya Mwenyezi Mungu. Kulea watoto sio rahisi, nikwambie, nikuambie, wamama wakikosa umoja katika kanisa na katika jamii penye wanaenda, si jui. yeah. Leo nataka kuongea kuhusu umoja ya baraka huko, na umoja ina mingi. Kuna wamama wengine wana umoja ya kufanya maovu. yeah. <laughs> hiyo umoja hakuna baraka. Kuna wamama wengine wana umoja ya kwenda kwa waganga na kutafuta vikumba na vitu ambavyo havipendezi Mungu, na wakati mwingi wamama ambao wanaenda kwa waganga, mganga anachukua pesa, lakini shida yako anakubakishia. Kama vile mama wetu Grace anakumbuka, Waanglikana wanasema ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa hata milele, vilivyo amen, yeah kenye uganga anapunguza ni pesa sio shida, yes. shida yako unarudi naye nyumbani pesa yako ndio unamwachia kwa, yes. Hiyo kuna umoja ambao watu wako naye ya kwenda kutafuta waganga, kuna umoja ya vitina, kuna umoja ya kusengenyana, kuna umoja ya kuharibiana magoma na mawaidha mabaya, lakini leo nataka kuongea kuhusu umoja ambaye ina baraka mm -hmm. Ni umoja ya kuketi chini kanisani mm -hmm. Biblia inasema watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina la Bwana Mungu atakuwa pamoja naye wenye mm -hmm. Umekaa ni pahali ambapo kuna umoja wa baraka mm -hmm. Na Mungu anajua kwa nini wewe umekuja kwa mkutano huu mm -hmm. Sio kwa makosa mm -hmm. Sio kwa kulemewa mm -hmm. Sio kwa sababu ya kukosa pahali pa kwenda mm. lakini kwa sababu mungu amekuita usikilize neno lake zaburi ya mia moja thelathini na tatu hiyo zaburi iliandikwa na daudi mm. na iliandikwa kwa ajili ya watu waliokusanyika pamoja mm. kitu cha kwanza ni jinsi gani ilivyo nzuri na ya kupendeza wa mama na wazee mm -hmm. na jamii wakikaa pamoja wa umoja. Nataka nikuambia hii dunia ambayo tunaishi hakuna kitu ya kupendeza mm -hmm. na nzuri kama wanduku wakikaa pamoja mo. Katika kitabu cha mm -hmm. Marko mbili kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mgonjwa mm -hmm. yeye alipokuwa mgonjwa hakujiweza na kila wakati alikaa hivyo, aliendelea kuwa mgonjwa hata maisha yake. Wengine walikuwa wamesema huyu haiwezekani, wengine walikuwa wamekufa moo. Wakati mwingi tunatoka katika maboma ambayo ndoa imekaa katika hali hiyo. Mm-hmm. Ama watoto wetu wamekaa kwa hali hiyo, ama maisha yetu ya kiuchumi imekaa pa namna hiyo, lakini baraka kwa umoja wao waine wakaamua, wakasema, huyu mtu hatabakie hivyo tena sisi. Yes. tunataka apone, tunataka tumpeleke kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi na yes, penda umoja wao wakaketi chini, na ilikuwa ni umoja yenu nzuri na ya kupendeza. Yes. wakasema huyu mtu ni lazima afike kwa ye kwa Yesu. Na hata sisi kwa nini usiamue ule mama mwenye amesumbuka kwa ajili ya bwana yake? hmm. Ule mama mwenye amekosa amani kwa sababu watoto wamepotea hmm. kwa nini peleke kwa Yesu Kristo Bwana mm. Kama Yesu ndiye anayetatua shida za ulimwengu wote. Yesu anatatua shida za wamama na za wazee. Wakati mtu anafika kwa Yesu anapata uponyaji katika jina la Yesu Kristo, Bwana asifiwe, yeah. Hawa watu wanne wakasema tutampeleka kwa Yesu Kristo, wakatengeneza machela wakambeba wakijua huyu mpaka lazima atafika kwa Yesu Kristo, walipokuwa mm akitembea -hmm. Wakati muna umoja kwa kwaya mm -hmm. Wakati muna umoja kwa maombezi mm -hmm. Wakati muna umoja kwa kujitolea mm -hmm. Maisha yenu haitabakia vingine ilivyo mm -hmm. Wana umoja wenu ni kwa jina la Yesu mm -hmm. Bwana asifiwe. Amen, munaona kuna watu walishikana kwa ajili ya chama huko Kafchai. Wengine hawana macho sahii, wengine hawana meno, walipigana napo wengine walipoteza maisha. Umoja kwa sababu ya siasa, mm -hmm. Umoja kwa sababu ya vitina, wengine wanapigwa, mm -hmm. Lakini umoja kwa ajili ya Yesu Kristo ni kupeleka yule ambaye ni mgonjwa kwa Yesu Kristo, mm -hmm. ni kupeleka watoto, mm -hmm. wetu ambao wanasumbuka kwa Yesu Kristo kwa maombi bila, mm -hmm. maombi na uombe, si simama katika pepo. Na nashukuru Mungu hao watu Hebu angalia, wakitembeza huyu mtu mwenye alikuwa amekaa miaka yote akiwa mgonjwa mm. Wengine wangewachekelea, wengine wangesema unapoteza wakati mm. Wengine wanasema unaenda semina ya nini na kuna pesa ya kibarua leo mm. Wengine wanasema ya kwamba ni faida gani mm. Lakini hao watu hawakutaka kusikia, wakasema, mmoja wetu lazima tufikishe huyu mgonjwa kwa Yesu Kristo mm. Bwana asifiwe ya kamba tuwe na umoja ya imani mm, kupeleka watu kwa Yesu Kristo. Hii kanisa hii kuja hapa kimakosa mm. Hapa ndiye pahali ambapo Mungu anataka wa tulete watu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wakawa na vikwaza wakawa na, na vishawishi barabarani, lakini hao wapendwa Wakati uko na umoja hata watu wakiongea juu yako hamvunjiki moyo. Hata wapo yeah, wakisema kwa inaimba vibaya, mnawaambia leo tunaweza imba vibaya lakini, yeah, miaka ijayo ipitayo miaka ambazo zinakuja, yeah, tunaenda mbali katika jina la Yesu Kristo, yeah, Bwana. Amen. Na watu wakasonga mbele hata mm, sisi kama wamama wa kanisa hili tusonge mbele katika jina la Yesu, tukikutana kila siku na kuomba kwa ajili ya kanisa hili mm, Mungu atalijaza na watu wake. Mm, Mungu anatupa roho wake mtakatifu hata mm, kanisa la kwanza walipokutanika pamoja kwa umoja na kuomba ndiyo Roho Mtakatifu akashuka mm, na akawajaza mm. Akawapa nguvu ya kuhudumu katika jina la like Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ninaangalia wakibeba huyu mtu kwa umoja, kwa Yesu Kristo, walikuwa na umoja ya imani mm. Kitu cha pili, umoja ya upendo mm -hmm. Siku moja, kuna wamama wengine waliniambia niende niombe mtu mmoja mgonjwa lakini hawakuwa na upendo, walikuwa na unafiki mm. Mimi kama padri, nilipokuwa padri kijana nikakubaliana na wakaza kuwa na mgonjwa. Mungu alitaka kunitumia kwenda kuona huyu kama amepona ama atakufa. <laughs> Wewe nilipoenda kufika nikaona ni mgonjwa sana. Nikamtia moyo. Nikaambia kula chakula. Kuwa na imani. Mungu atakuponya. Mimi nikaendelea kuwatia hawa mama wakatoka mbele yangu, na mimi kwa sababu sijui ni mfupi ama ni mweusi, hawakuniona nikiwafikia, na ndipo afikia, naona mwingine anasema kweli huyo atakuona leo, mwingine anasema alotile kabisa huyo ataenda leo. Ni karibu niwaulize muri, nita nimwombee pone ama aende chintuje ukiwa na umoja wacha uwe umoja wa upendo yes. na ukweli. Bwana asifiwe. Ki umoja ya mandazi, kuna wengine wakati kuna ushirika iko mandazi ni umoja inaonekana, lakini inatakana kuwa umoja ya upendo na ukweli siku zote. Bwana asifiwe. as wakamwendea na hata mukiwa na umoja, msifikiri mambo itakuwa bali, mm -hmm. Bali alipofika kwa mlango wakapata watu wamejaa, hakuna nafasi. mm -hmm. Lakini umoja wao haikuwa ruhusu kufa moyo. mm -hmm. Ikasema ya kwamba lazima lazima ufikishe huyu mtu kwa Yesu Kristo. Ukiwa mm -hmm. na umoja, hakuna kikwazo kitakuzuia ukiwa mm -hmm. na umoja, kanisa hili kama wa mama nikwambie wazee watakuja hapa katika jina la Yesu, familia itabadilika, na baya itaongezeka. Lakini ukikosa umoja, mwanakwaya master anajaribu kuimba, wengine wanaangalia upande, wengine wanaangalia upande, akanangana wapi? Kwa sababu watu wanakosa nini? Umoja. Nataka ukiimba, hata vikwazo kama hivyo. Hata kama na kusinya. Mungu analetanga watu wengine kama sadu pepa wakusukue, yeah. saa zingine kuna maneno mbaya ndani yao. Saa zingine kwa nini Mungu analete kirani mwenye anapiga kelele akufunze kunyenyekea, na saa zingine analeta mtu mwenye anaku mazarau i akufunze ya kwamba kwa hii dunia si wewe. <laughs> <lomote. laughs> Bwana azifiwe, amen Utapata vikwazo mm. Sasa vile vikwazo inakuja ndio ikufunze kuomba, wow, na kutafuta uso wa Bwana. Sasa vile vikwazo inakuja ndio neema ya Mungu iweze <laughs> kuonekana. Hata mimi nilipokuja hapa kwa kuhubiri mwezi wa tatu nilikuwa na changamoto nyingi. Mm. Lakini nilipotoka hapa nakuja mara ya pili, njia imefumbuka kwa sababu wa e vikwazo haitakuwa yako hana hana, yeah. makanisa again, ya Kenya hakuna vikwazo <laughs> <laughs> <bakia, bakia>, <laughs> na kwambia bakia hapa na changamoto moto, najua ya kwamba Mungu yuko mbele katika jina la Yesu Kristo <laughs> kukufa moyo ukiwa na umoja na imani, hata vikwazo ikija unafikiri zaidi, wakasema hata kama watu wamejaa tuta tutapandisha yeye juu ya dari. mm -hmm. Watu waisraeli mabati yao uko flat, wakati wa winter walikuwa wakilala mm -hmm. juu. Nasema tutawapandisha kwa dari na wakampandisha kwa dari, wakasema mwenye nyumba kesi baadaye. mm -hmm. Ukiwa na imani you take risks mm -hmm. yes. Wakati mwingine unatoa

Bure na sema yes. Yesu alipoangalia aliona imani yao yeah. Akaona umoja wao yes. Na akaambia huyo mtu, amka, chukua godoro na utembee. Nataka nikwambie, yes. Wacha Mungu aone umoja yenu kama kanisa mm -hmm. Na kishaona umoja aseme amka mm -hmm. na utembee yes. katika jina, na Yesu wengine wakaanza kuuliza ni rahisi kufanya e, wakaanza kuuliza nani huyu hata anasamehe? mm -hmm. Yesu akasema ni rahisi kusema gani? mm -hmm. Dhambi zako zimesamea, ama amka chukua godoro na utembee? Nautembee, nikwambie, wakati kuna umoja, Mungu analeta msamaha. <laughs> anaomba atusamehe. Ukienda semina na dhambi zako hazijasamewa, hautabadilika amba mwingine anabeba chuki, lakini sio chuki wengine wanabeba utosamee lakini si <laughs> <laughs> kusame, nayaba, wa kanisa <laughs> hili. Hata ukikataa kusamea bwana yako, unaenda wapi? Utasonga uzani uso umekunja kama kambi. Wengine wao, Yesu atakuja. Unavumilia ukifuka. Wanasema kufuka, vuse una ngana bwana bu kusoka anaangalia naangaliga sura yako ama anaangalia ugali? <laughs> Wengine wanaangalia ugali, na wewe unaumia mwenyewe, na anafia ugali yote. Na wengine hawasamei lakini, si bado tunabatiza watoto, ya nini kutosamee samee? Wengine wamebeba mama mkwe na haki

Chukua godoro lako na we. Amen. Amen. Leo nataka utembee mm -hmm. na umoja ambaye inafanya watu watembee. mm -hmm. Nataka watu watembee leo, watembee watu, watembee waache ko. waache kodoro mm -hmm. ya kulalamika mm -hmm. na kusumbuka, kutamba yani wanatamba kutamba na kusumbuka, waache hiyo godoro, amka na utembee katika jina la Yesu. Umoja ambaye ina baraka ni nzuri na ya kupendeza. Na nimeona kwa hii semina. Amen. Nandoanga harufu mm -hmm. mm -hmm. ni mafuta. Familia ni aina umoja. Wakati mingi harufu mbaya inatokea kila kifamilia, yote inakosa changamoto lakini ambayo inakosa umoja mafuta inakosa mm harufu -hmm. mbaya ndio inasikika kila wakati, ugomvi ugombana, hata kila kidogo unagombana kwa sababu mafuta hapo. Mimi siendeshingi gari, mama ndio anaendesha gari. Mimi na kujanga na endika endika ya wazungu siku hizi naitwa piki, piki, piki. Hmm. Lakini mafuta ukikosa kuweka kwa tai, iko pahali ambapo ukikosa mafuta inapiga kelele wamama well, ambao wanakosa umoja kwa familia wanapigana kelele. Mimi na manyanga wa mama wanapiga kelele ya asubuhi na jioni, wakati mingi well, like, wamekosa mafuta tamba amekosa kelele mingi. Ninaomba ya kwamba utafute umoja na mume wako, hata kafuta iongezeke, kelele ipunguke kwa nyumba <laughs> na mali ipatikane. Amen. Mungu akusaidie, Mungu akuelekeze ni ya kwamba hali ambapo kuna mafuta. Hali ambapo kuna mafuta, awizi mbaya m hmm. Kingine nina makelele yanaisha, hmm. Kitu kingine ni ya kwamba mambo yanaenda nyororo kutokea kichwani, maarufu bada ndevuni, mpaka upinde wa mavazi yake. Ninaomba ya kwamba mambo kwa familia yako yatiririke na kwa kanisa, kwa sababu ya umoja, katika jina la Yesu. Ukiangalia tabia ambayo wakati mwingi inaleta harufu wamama mm, tabia yakusengena tabia, wakati mwingine akuenda kombo. Mm. na mama akienda kombo inaletanga harufu mbaya kwa familia mm. hata mzee akiongea wanasema angalie yule mama yake anaenda kombo. Mafuta hakuna ya Roho Mtakatifu lomba, mm, Roho Mtakatifu ashuke na atakase mama. Mm. Na waaje maneno, bae, wa mama na wake maneno ambayo wameficha na wakae kwa hali ya kumpendeza Mungu atusaidie. mm. mm. Amen. Mungu, Mungu atuongoze na Mungu atuelekeze. Mm. ya kwamba umoja yenye na baraka ni kama mafuta, yapo watatu. Umoja ni kama umande, ni kama umande Umande ni maji wa mlima Hermoni, pahali ambapo kuna uhai. Naomba Mungu atusaidie familia ikue, pahali ambapo sio kama koti, pahali ambapo watu wanaweza zungumza na kuongea. Kanisa, pahali ambapo kuna umande, ni pahali ambapo kuna uhai, pahali ambapo watu wanaburudishwa na kutulia. Maji naondoa kiu inaondoa uchafu. Naomba ya kwamba tuwe na umoja katika familia mm -hmm. Kama ili umekuwa ukikosa kulete umoja mm -hmm. Mungu wakusaidia ukiondoka semina hii, peleka umoja nyumbani, mana mwengine hata kubaliana na wewe kwanza mm -hmm. Endelea kulete umoja kwa sababu ni kama maji, kama umande utelemkao mlimani Hermoni uletao kuna uhai, kuna nyumba mm nyingine hakuna -hmm. Uhai kwa sababu hakuna hayo maji kama ya umande wa Hermoni mm -hmm. Hakuna kutulia. Kila mtu anaulizwa swali kama police station. Mm -hmm. Kuna wamama wengine young mothers wanasimu nataka ya kupiga kumwambia, bwana yako habari yako, unatoka wapi? Swali ya kwanza ni uko wapi? Where are you? Mwingine aliniambia yeye, alikuwa ni mekanika chini ya gari, mtu anamuuliza uko wapi, adihata karibu aangukiwe na jeko kwa sababu anashanga. Ninaomba Mungu wa kusaidia umoja ambao naeteka nyumbani na kanisani Ninaomba mm. Mungu amuru baraka kwa kutupa msamaha, amuru baraka kwa kututembelea. mm. mm. yeah. amuru baraka kwa kutuambia tuamke na tutembee, na naomba siku ya leo Mungu amuru baraka. je, wako tayari kupokea baraka au itaji kuenda Mombasa kupokea baraka ama na Mungu yuko pamoja nasi hapa tande. Mungu yuko pamoja nasi <tane> ile na madhabao hapa. Mungu yuko pamoja nasi <tane> <tane> Mungu wanataka kuangee hey. <tane> baraka. Je, uko tayari kupokea baraka? Kuna wimbo tuko tukiimbanga: baraka mingi, baraka mingi